Naitwa Dr. Catherine Joachim ni mtiania wa ubunge viti maalum kupitia mmoja wa wazazi Tanzania. Uh, jumuiya ya Chama cha Mapinduzi. Uh, nimesukumwa kuchukua uh, fomu katika nafasi ya viti maalum ili niweze kuungana na viongozi katika ngazi zote kuanzia ngazi ya wilaya, mikoa na taifa, uh, kutekeleza malengo makubwa ya jumuiya hususan katika eneo la elimu malezi na mazingira, lakini pia na afya. Na kikubwa ambacho nimekiona, ukiangalia Chama cha Mapinduzi kimeweka msukumo mkubwa katika elimu, kuanzia elimu ya awali lakini vilevile elimu vile ya msingi, elimu ya sekondari pamoja na vyuo vikuu. Kwa hiyo ninategemea kupitia Um, malengo ya jumuiya pamoja na Chama cha Mapinduzi, uh, nitakwenda kuchangia jitihada za kuleta mageuzi katika kumwelimisha uh, mtoto. Lakini vile vile kwa upande wa wazazi wenyewe, ninaona kuna umuhimu mkubwa wa kuendelea kuimarisha afya za wazazi. Kwa nini? Tukiangalia sasa hivi uh, ukifikia kwenye umri wa wazazi uh, kuna magonjwa makubwa kama magonjwa sio ya kuambukiza. Kwa hiyo nadhani itakuwa wakati mwafaka kwangu niweze kwenda kuchangia jitihada za chama cha Mapinduzi katika kuhakikisha tunakuwa na taifa lenye afya imara, ili kufikia malengo ya maendeleo kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia kama nchi.